Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, kuna hii issue ambayo imehappen hivi karibuni. Kama unavyofahamu kwamba kuna haya matamasha ya Afro Nation ambayo huwa yanafanyika almost kila mwaka na this time around kwa mwezi Julai yeah, kama kawaida, atafanyika kule Portugal. Eh, nikisema Portugal basi nadhani utakuwa unaelewa kwamba ni kule Ureno au vipi bwana? So this time around ni kwamba mambo kidogo yamekuwa sio mazuri kwa upande wetu huku Tanzania. Tunakumbuka kwamba mwaka uliopita Diamond aliendaga kuperform na akaperform mchana, na watu wakamsema sana kwamba Diamond ameperform mchana, yeye ni underground, yuko nje kama the way wasanii wa singeli wanavyoperformugi mchana hapa Tanzania. Meona bwana, eh. So, mwaka huu mambo yamekuwa sio mazuri kabisa, bora hata alivyoenda Diamond mwaka ule uliopita, maana mwaka huu Diamond ametupwa nje ya geti, hajapata hiyo nafasi ya kwenda kuperform. Lakini kibaya zaidi ni kwamba mwaka huu bwana kuna wasanii wakubwa zaidi, tofauti na mwaka ule uliopita alikuwa Rema ndo alienda kuperform usiku. Umeona eh? Lakini this, this time around ni kwamba eh, kuna, wasanii wengine wakubwa zaidi. Kwa mfano, hii Afro Nation list nikikutajia hiyo lineup ya wasanii ambao wanaenda kuperform, kuna majina makubwa kama matatu au manne. Umeona eh? Kwa mfano kuna kuna Burna Boy, kuna Chris Brown. Hebu eh, imagine Chris Brown yuko on stage mzee eh, sio jambo dogo kwa. Kuna Burna Boy, kuna Chris Brown, kuna Tems, kuna Davido, kuna Melly J Brige umeona eh? Hao ni wasanii wakubwa wote, lakini pia kutakwepo na wasanii wengine eh, wa kawaida kawaida, kama kawaida eh, watakuwepo kibao wa kutosha kutoka Afrika, sana sana kama ilivyokuwa miaka mingine, lakini hao ndio majina makubwa ambayo watakuwepo huko Afro Nation kwa mwaka huu, na hili tamasha litafanyika kuanzia tarehe tisa mpaka tarehe kumi na moja mwezi Julai. Yani, mwezi wa saba, mwezi wa kiangazi umeona. Kwa hiyo ni kwamba mwimbaji wa Marekani Chris Brown amejiunga na wababe wa Afrobeats kama vile Davido, Burna Boy kama vinara wa Afro Nation Ureno kwa mwaka huu 2025. Tamasha hilo linaloadhimishwa, linaloadhimisha kumbukumbu ya miaka mitano litafanyika kuanzia Julai 9 mpaka Julai 11 huko Praia De Rocha, Praia De Rocha, Portimao huko Ureno. Lakini pia vile vile majina makubwa kwenye, kwenye safu hiyo ni pamoja na Temzi, Meli J Brage buba eh, Inos B pia atakuwepo. Gazbi eh, au ni wasanii wa R&B, dancehall kutoka Huku Tanzania lakini miziki ambayo itakuwa, itawavutia watu zaidi ni Afrobeat, R&B, Dancehall na mapiano, lakini pia wakali kutoka Marekani ndo kama hawa kina Kiss Brown na Mel J Bridge watakuwepo na kutoka Afrika wakali kama Burna Boy, Davido, Temze wote, pia na wote hao watakuwepo. So hii kidogo kwa upande wa Tanzania imekuwa ni pigo hii imekuwa ni taarifa mbaya kwa tasnia ya mziki nchini Tanzania baada ya msanii maarufu kama vile Diamond Platnumz kukosa nafasi au kutotajwa katika listi hiyo, ikiwa ni mmoja ya wasanii ambaye amekuwa imekuwa ni kawaida yeye kuimba katika tamasha hilo la Afro Nation kwa miaka yote, lakini this time around Diamond hajatajwa. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Yeah, hii imetuumiza kidogo. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.